Kuna maaskofu wajinga kama mimi, binadamu kabisa. Ukiondoa huu tukufu tunaovizi, ni binadamu wajinga, watukutu, wenye dhambi, sawa na mtu mwingine. Yote tunayafanya haya tunayoyafanya kwa neema ya Mungu aliyetuita. Kwa hiyo hata inapotokea mambo mabaya yametendwa ndani ya kanisa, hekima na mapokeo ya mababa ni kufanya ibada ya kulitakasa kanisa. Kanisa hili linaongozwa na hao wanadamu wenye mwili na nyama. Dola yetu inaongozwa na wanadamu hawa wenye mwili na nyama. Wote tuende chini ya msalaba, tutakaswe na damu ya Kristo, ili taifa letu liweze kuwa na amani. Kama nimewaudhi waudhi, naomba mnisamehe, na niko tayari kuweka mikono nyuma yangu hapa, mwenye pingu aje anifunge lakini kanisa libaki salama. Mimi nifungwe, kanisa libaki salama, kwa sababu tunalihitaji kanisa la Mungu liendelee kuhudumia watu, na viongozi wapumbavu kama mimi wakifanya makosa, kamata, funga, suku ndani, sukuma ndani, sukuma ndani, sukuma ndani, lakini kanisa la Mungu libaki salama. Kanisa la Mungu lisifungwe kwa ajili ya upumbavu wa kiongozi mmoja.